Wafahamu viongozi watano wa upinzani Afrika walioshtakiwa kwa uhaini ndio. Tundu Lissu na kesi hii ya uhaini anaweza kuwa ndiye mwanasiasa wa kwanza wa upinzani nchini Tanzania kushtakiwa kwa kosa hilo lisilo na dhamana. Lakini kwa barani Afrika, anaungana na wanasiasa wengine wapatao sita ambao serikali zao ziliwatia matatani kwa mashtaka kama hayo ya uhaini. Namba moja ni Kizza Basigye. Huyu ni mwanasiasa wa upinzani kutoka nchini Uganda, ndiye kinara wa mashtaka haya ya uhaini baada ya kushtakiwa mara mbili ndani ya kipindi cha miaka chini ya kumi na tano. Mara ya kwanza Besigye alishtakiwa kwa uhaini mnamo mwaka 2006 mashtaka yaliyoambatana na ugaidi. Wa pili ni Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine. Ni nchini Uganda humo humo pia anapatikana mwanasiasa Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine kutoka chama cha upinzani aliyekamatwa na kushitakiwa kwa makosa ya uhaini chini ya miaka kumi iliyopita. Mnamo mwezi Agosti 2018, Bobi Wine alishitakiwa kwa uhaini pamoja na watu wengine 33, watu hawa wanasiasa, baada ya msafara wa Rais Yoweri Museveni kushambuliwa na mawe. Mahakama ilisema Bobi Wine na wenzake walikuwa na mpango wa kumdhuru rais wa nchi hiyo. Watatu ni Hakainde Hichilema. Upande wa kusini mwa Tanzania tunakutana na rais wa sasa wa Zambia Hakainde Hichilema, alishitakiwa kwa kosa la uhaini. Hichilema alipewa mashtaka haya baada ya kugoma kuupisha msafara rais wa wakati ule Edgar Lungu uliomkuta njiani. Wanne ni Ernest Bai Koroma. Koroma rais wa zamani wa Sierra Leone pia amewahi kukumbwa na madhila haya. Ilikuwa ni Januari mwaka jana tu ambapo mamlaka nchini humo ilimkuta Koroma na kosa la uhaini baada ya kumuhusisha na jaribio la kutaka kumpindua rais wa nchi hiyo. Watano ni Ousmane Sonko. Huyu ni kiongozi kijana aliyeshitakiwa kwa uhaini na kuchochea machafuko nchini Senegal. Huyu ni kiongozi anayejulikana na, na kupendwa na vijana wengi, ambapo mashtaka yake ya awali yalihusisha rushwa, ambayo yaliibua maandamano makubwa nchini humo na hata kusababisha vifo. Mashtaka haya yaliendelea hadi Desemba 2023, miezi kadhaa kabla ya uchaguzi, ambapo mwezi Machi 2024, ambapo mwanafunzi wake wa siasa Bassirou Diomaye Faye aliposhinda urais na kumchagua Sonko kuwa waziri mkuu. Hata hivyo, Faye mwenyewe aliingia madarakani akiwa bado ana vumbi vumbi la jela. Si kwamba mashtaka haya ya uhaini si mapya barani Afrika hasa kwa viongozi na wanasiasa wengine wa vyama vya upinzani. Hata hivyo, wanasheria na watetezi wa haki za binadamu mara nyingi wameunganisha na visa vya kisiasa wanavyofanyiwa wapinzani kukwamisha kuving'oa madarakani vyama tawala.